Katika wizara ya usalama inaofishwa na visa vingi vya ukatili wa kijinsia katika kaunti ya Taita Taveta. Akizungumza kwenye kikao maalum cha jukwaa la usalama kilichowaleta pamoja wakazi na maafisa wa usalama wa eneo hilo, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alisema kwamba visa hivyo sasa hivi vinajumuisha ubakaji na ndoa za kulazimishwa. Setholale ana taarifa kamili kuhusu hali ya usalama katika eneo la pwani. Tabia za kitamaduni zinachangia pakubwa kuongezeka kwa idadi ya ukatili wa kijinsia katika kaunti ya Taita Taveta. Uhalifu huo ambao hasa unajumuisha ubakaji ulizungumziwa kwa kina kwenye mkutano maalum wa maafisa wakuu wa eneo la Pwani mjini Taita Taveta. Kama wewe mama unajua bwana yako ni mnyama ananyemelea watoto, usivumilie ati unamchunga bwana yako, ati kwa sababu unataka kuchunga ndoa. Hiyo sio ndoa, mtoto mdogo ako na mtoto. Uh, hii maneno iko kwa chief, ukiuliza chief anakupeleka east, anakupeleka west. Ukifika tena kwa OCS, ukijaribu kuuliza anakwambia rudi tena kwa chief. Suala la umiliki na ugawaji wa ardhi katika kaunti hiyo linazidi kuwa donda sugu na tishio kwa usalama miongoni mwa wakazi wa Taita Taveta. Chief wako wapi wakati unyama namna hiyo inafanyika kwa village? Assistant chief ako wapi? Tunataka tuhakikishe tumetoa we are, uh, root out these criminals from our midst Wakazi wa Taita Taveta wakishiriki shughuli rasmi ya usajili wa stakabadhi muhimu ikiwemo vitambulisho, pasipoti na vyeti vya kuzaliwa na vifo miongoni mwa huduma nyingine. Katika juhudi za kuimarisha usalama, kituo kipya cha polisi kilizunduliwa rasmi katika eneo la Kaptonga. Wakazi wa Taita Taveta wakitoa hisia zao kuhusu maswala yanayowatatiza. Naomba ingewezekana tungepata bol at least nyumba ikaweza kufanikiwa baada ya kukamilisha rasmi kongamano maalum la jukwaa la usalama kwenye kaunti zote sita katika eneo la Pwani, wito umetolewa kwa wizara ya usalama kuhakikisha kwamba inatekeleza yale wakazi waliyoyazungumzia. Seth Olale, runinga ya Citizen.